Tupo hapa kwa ajili ya uhamasishaji wa upimaji wa magonjwa yasiyo kuambukiza kama vile kupima uzito na urefu, tunapima BP, tunapima kisukari, ili mtu ajue afya yake inaendaje. Lakini pia tunahamasisha watu wafike hapa kupima kuanzia leo, kesho hadi kesho kutwa, tunapima hivi. Hii ni moja ya huduma zetu katika huduma za afya, ili kuweza kuhamasisha watu kujua afya zao na tunafanya hili kwa ajili ya maadhimisho ya kilele cha uguzi ambacho kitafanyika tarehe kumi na mbili mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano ambacho kinaonyesha au kinaadhimisha au kinamhamasisha mwanzilishi wetu mwasisi wetu Nightingale. Kwa hiyo tutafanya huduma hizo, na katika kufanya huduma hizi tumeona mwitikio mzuri wa watu mahali hapa wakifurahia huduma zetu na wanavozidi kuhamasika hapa kwa leo, huduma zetu tumetoa at least zimefika asilimia sabini. Kwa hiyo tunazidi kuhamasisha tena, watu wengi wazidi kusogea, wahamasisha ndugu zao, marafiki, majirani waweze kusogea, hata kesho, hadi kesho keshokutwa tutakuwepo hapa, tunawakaribisha sana.